mefanya kazi nzuri sana ngera sana. Asante sana. Asante sana. Na ukakamavu wake, tuseme ukweli, ninyi uongo uongo, ukakamavu wake hautiliwi shaka, hadi mimi nilikuwa namuonea wivu. Alafu wakati anakuja karibu na jukwaa kulikuwa na mstari.